Sikufiche, ndani ya klabu ya Yanga kuna ubaguzi. Mimi nitazungumza ukweli leo. Tumeona, umeelewa, wameangilikwa kwa uchungu sana kwamba wewe oh, kuna baadhi ya mashabiki zetu kule Zanzibar walienda, wamepigwa. Mimi kama Kefa Chengula nilikwepo pale, sijapigwa na ninakanusha hiyo. Lakini mimi kama Kefa Chengula nasema nilienda kwenye ile fainali, sijaona shabiki yote aliyepigwa wala kuchaniwa mashati, isipokuwa nilichokiona mimi, kuna baadhi ya mashabiki wa Yanga walikuwa wanapangwa kwa vigeregere na vifijo na mashabiki wa Simba kama tena kwa ustaarabu na kwa ustadi mkubwa sana. Walipangwa vizuri sana, mimi nilikuwepo. E. Walikuwa wamepangwa vizuri sana kwa sababu kilichotokea pale, walikuwa nawaambia tena mashabiki wa Simba ni mashabiki wa ustaarabu vibaya mno. Eh, bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, karibu sana kwenye channel yako hii pendwa ya kabisa e, ya Mnyasa Media. E, bwana niko leo na Chengula shabiki wa Young Africans. Endelea kupiga naye story kuhusiana na mambo kadhaa ya kimichezo e, yanayogusa klabu ya Simba pamoja na klabu ya Yanga. Eh bwana Chengula, mambo vipi? Safi bana, habari ya kazi, mambo yanakwenda bwana? Ah, tunamshukuru Mungu, mambo yana, yana taradadi nasema maana ligi inaenda kingoni. Ya ya ya ya ni kweli. Eh bwana... Toka itokee finali fainali e, ya Simba dhidi ya RS Berkane. Mji umepoa au ndio unazidi kuchacha? Ah, mimi binafsi naweza kusema e, mji ndo unazidi kuchangamka eh. E, mji unazidi kuchangamka kwa sababu binafsi kuna baadhi ya vitu nimezidi nazidi e, kuviona mtandaoni lakini, e, kubwa zaidi ni hususan hili ambalo nimeliona kwenye klabu yetu mm. E, kwenye klabu yetu ya Yanga nimeiona e, taarifa kwa umma hiyo, mm. E, taarifa kwa umma e, inazungumzia mashabiki wa klabu ya Yanga ambao E, wamepata hitirafu kidogo pale Zanzibar. Mm. E, kiukweli mimi kama Kefa Changula niwe mkweli kwa sababu nasemaga kila siku kweli Mungu uongo ni shetani. Kwa hiyo mimi nitakaa kwenye upande wa kusema ukweli kwa sababu mimi siwezi kusema kitu cha uongo ambacho naamini hiki si sahihi. Ninachokiona, mm, e, mimi hiyo taarifa ya taarifa kwa umma ya klabu ya Yanga e, mimi nimeiona mm, na nimeisoma tu kama hadithi ambayo imeandikwa na Ngugi wa Thiong'o mm. Unamfahamu Ngugi wa Thiong'o? E, nimesema kama taarifa ya habari ta, taarifa ambayo imeandikwa tu kama kuandikwa, lakini mimi nataka nikwambie ile taarifa, mimi naweza kusema e, kwa upande mwingine ni kwamba e, haina usahihi ndani mwake bwana, haina uhalisia kwa sababu kwa mimi, e, nilivyoangalia kwa kupembua kwa kufuatilia ile taarifa e, mimi nimeona kwa sababu hata mimi binafsi kama Kefa Changula nilikuwa kule Zanzibar umeshanielewa? Ulikuwa kwenye finali kwenye finali ya, e, ya ya, Simba dhidi ya RS Berkane e. Na nimeingia ndani uwanjani na nimeangalia finali kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 90 e. Nimeangalia ile finali kwa usahihi, wala sijabuguziwa na mtu yoyote. Nimekaa jukwani na nimekaa na mashabiki wa Simba tumehanikiza mpaka dakika ya mwisho. Wengine wanaweza kusema labda mimi niko upande wa pili. Mimi nataka niwaambie, mimi nimeangalia dakika zote 90, isipokuwa kilichotokea ni kwamba kuna baadhi ya mashabiki wa Yanga ambao tulikuwa tumeingia mle ndani ambao mashabiki wa Simba walienda pale kuwapanga kwa ufanisi na kwa ustadi mkubwa kwamba bana, kwenye hili eneo amsaidie kukaa kaeni kwenye eneo hili lakini, kilichojitokeza ni kwamba kuna baadhi ya watu wachache ambao wamelichukua lile tukio wamelipeleka mtandaoni wakihanikizwa kwamba e, kuna baadhi ya watu wamefanyaje, wamepigwa na kuchaniwa mashati yao. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja, hayo mambo hayajatokea. We nasema hivi yeah. Haya mambo hayajatokea, na hiyo taarifa iliyotolewa imetolewa, hiyo taarifa ni kwa sababu waliotumwa kule Zanzibar watu wao waliotumwa kule Zanzibar ni kwa sababu wameguswa, na ndio maana taarifa kwa umma imetolewa. Mimi nataka nikwambie, nataka nikukumbushe bwana Mnyasa TV eh, mimi Kefa Chengula tukiwa pale Benjamin Mkapa eh, hususan kwenye mechi ya Azam zidi ya, zidi ya, ya Simba eh, sisi mashabiki wa Yanga tulipigwa, na mimi hususan mimi kama Kefa Chengula niliokolewa na vikosi vya FFU nikiwa pale Benjamin Mkapa kwa ushahidi mm. Na video zipo mm. Niliokolewa na nani? Na vikosi vya FFU mm. Pale Benjamin Mkapa mm. Na mpaka natoka pale, mimi kama Kefa Chengula nalipongeza, mpaka leo nalipongeza jeshi la polisi kwa kutuokoa sisi ma, ma, mashabiki wa Yanga pale Benjamin Mkapa maana yake na mimi nashukuru walinipa na, na wali mbinu mbadala, manake baada ya pale waliniambia nigeuze hii jezi ya Yanga. Hii jezi ya Yanga kwa ndani humu ukigeuza ni rangi nyeupe, ile jezi ya Yanga ya msimu uliopita. Mm. Eh, yenye, yenye, yenye, yenye, nini ya ya, kwa hiyo baada ya pale wale maskari wakawa wamenitoa pale uwanjani kwa escort kuu kwa eskoti kubwa ya FFU umenelewa, mpaka nimetolewa nje, lakini nimekuja kustushwa e. Na kwa bahati nzuri, Bwana Mnyasa, ile taarifa yangu ukiangalia vyombo vyote vikubwa vya hapa nchini viliposti na viliripoti, umenelewa, hususan miradi hayo aliiposti ile taarifa yangu. Sasa cha cha kushangaza, cha kustusha, nilikuja kushangaa kwamba ah, mimi nimepata matatizo kwa sababu mimi nilienda pale kwenye kuangalia ule mpira bwana bwana Mnyasa, tulikuwa tumeenda kwa ajili ya kufanyaje ya kuwadhoofisha nani Simba. mm -hmm. Na ni kweli tulifanikiwa, tulifanikiwa kuwadhoofisha Simba kwa sababu ile mechi iliisha kwa nini? Kwa sare ya mbili mbili. Sasa sisi tumeenda pale kuwadhoofisha Simba na tulifanikiwa. Sasa tumepata matatizo, tukua kwenye nini, kwenye kusapoti Azam ili adhoofishe Simba ili sisi Yanga tufanyaje, tuchukue ubingwa kiurahisi, lakini cha kushangaza baada ya kupata yale matatizo, baada ya kupigwa, na mimi nimepigwa, video zote zipo na maaskari walikuja kuniokoa. Sasa nimeshindwa kuelewa, msemaji wa klabu ya Yanga ameshindwa kuposti, ameshindwa kukemea Privadinho, ameshindwa kuposti, ameshindwa kukemea Jimi Kindoki, ameshindwa kuposti, ameshindwa kukemea. Cha ajabu baada ya watu wao waliowatuma kule Zanzibar zidi ya mechi ya zi, Simba dhidi ya RS Berkane, baada ya kupata matatizo madogo madogo, ambayo wao wanasema hivyo, ambayo mimi changula sikuona hivyo. Kwani kwani kwani nyinyi mashabiki wa Yanga mnabagwana? Ah, nisikufiche, ndani ya klabu ya Yanga kuna ubaguzi mimi kama Kefa Chengula nasema mpaka hapo na, na ndugu zangu, mimi nataka niwe mwazi. Msione Kefa Chengula nasema haya maneno mkafiri, labda nasema mimi haya maneno kwa ajili ya kushambulia uongozi. Mimi nasema haya maneno, ndugu zangu, nataka kuponya, nataka kuleta mshikamano, nataka akipata matatizo yani, umesikia ni lewa mm. akipata godi Yanga matatizo, taarifa kwa umma inatolewa nikipata matatizo mimi Kefa, Kefa Chengula na wanachama wengine ambao tujulikani, taarifa kwa umma ifanyaje haitolewi? Sasa hivi vitu ndugu zangu, mimi sipendezwi navyo, mimi si support. Nataka mwanachama wa klabu ya Yanga akipata matatizo awe a, awe atipa sawa sawa na godi Yanga, awe atipa sawa sawa na nini na wale influencers, sio leo godi Yanga anapata matatizo inatolewa kwa taarifa kwa umma, tukipata sisi wanachama wengine matatizo, taarifa kwa umma ifanyaje haitolewi? haya matabaka, hii migawanyo hai hii haya matabaka hii migawanyo na mitafaruku ndani ya klabu, ndugu zangu. Wanasema hivi, wasaidi wanasema hivi, kadri unavyozidi ku, ku, kudharau vitu vidogo vidogo, ndivyo unavyozidi kuharibikiwa kidogo kidogo. Mimi kama Kefa Changula ndani ya klabu yetu mimi nasema haya, ndugu yangu, nataka kuponya kwamba matabaka ya klabu yasiwepo, mm. ndani ya klabu yasiwepo, umeelewa? Ndani ya klabu yetu kuna matabaka, umeelewa hivi mm. nataka nikwambie bwana Mnyasa hivi mm. kama kati yangu mimi Kefa, Kefa Changula niliyepata matatizo pale Benjamin Mkapa ambavyo vyombo vyote vikubwa hapa nchini nimeposti, umenelewa, nimetolewa kwenye kwa escort ya FFU na wale wa pale Zanzibar, ambao kwa kwa, kwa, ripoti zenu mnasema wamepata matatizo hivi, kati yangu mimi na wale wote watakuwa kuripotiwa, maana yake mimi kesa changula itakuwa kukemewa, itakuwa msemaji au au msemaji wa klabu au mtu yeyote au kiongozi wa klabu itakuwa ripoti kwamba bwana huyu mtu kwa sababu mimi nilipigwa na nilipigwa sasa, dhahiri shahidi na, na, na, mashabiki wa klabu ya Simba umenielewa, na hapa PFCD na kila kitu ninacho, kwa sababu lile tukio nilipeleka pale Changombe, na wewe Mnyasa ni shahidi. Uongo kweli? Nilikuja nalo hapa na PFCD, na nataka ushahidi na utoa huko huko kwenye simu yangu, zile PFCD arabi ninazo, umenielewa. Sasa kama leo vitu kama hivyo vinatolewa, umenielewa, watu wao wameguswa kwa sababu watu wao waliotuma kule Zanzibar wameguswa. Taarifa ya kwa umma imetolewa. Mimi Kefa Changula, ambaye ni mwanachama mkereketo wa klabu ya Yanga, nimepata matatizo mm. Nimeenda kupigwa na mashabiki wa Simba wameswashi kanyaga twende ngoma itambaye leo, watu wao wamepigwa, taarifa kwa imetolewa, na ndio maana nasema hivi, ndani ya klabu ya Yanga kuna ubaguzi, kuna matabaka. Mimi kama Kefa Chengula, whatever regardless kitakachonitokea, nitazungumza ukweli, kwa sababu naamini ukweli ndio unaponya, uongo ndio unasababisha klabu yetu inazidi kurudi nyuma. Mimi nitazungumza ukweli leo. Tumeona, umeelewa, wameangilikwa kwa uchungu sana kwamba oh, kuna baadhi ya mashabiki zetu kule Zanzibar walienda wamepigwa. Mimi kama Kefa Chengula nilikwepo pale, sijapigwa na ninakanusha hiyo habari, kwamba yawezekana wamepigwa kwa mwelengo mwingine, mimi sikuona. Lakini mimi kama Kefa Chengula nasema, nilienda kwenye ile finali, sijaona shabiki yote aliyepigwa wala kuchaniwa mashati, isipokuwa nilichokiona mimi, kuna baadhi ya mashabiki wa Yanga walikuwa wanapangwa kwa vigeregere na vifijo na mashabiki wa Simba aa ma... tena kwa ustaarabu na kwa ustadi mkubwa sana, kwamba jamani, kumbe Nane Nane uwanja kuna wengine walipangwa vizuri kabisa, walipangwa vizuri sana. Mimi nilikuwepo walikuwa eh, wamepangwa vizuri sana, kwa sababu kilichotokea pale walikuwa wanawaambia tena, mashabiki wa Simba ni mashabiki wa ustaarabu, vibaya mno walikuwa wamewapanga, nasema bwana, hapa mlipokaa kuna baadhi ya mashabiki wa Simba ambao ni, ma, ni ma influencers wa kule Zanzibar wa Simba wanakuja kukaa kwenye ile eneo, tunaomba mkalie, mkaa kwenye eneo hili, umeona mm. Sasa kilichotokea ni, ni, wa mm. ni baadhi wa wa mm. ya watu wachache ambao wanatafuta fan base, wanatafuta kiki, ndio wametengeneza hilo tukio kuonekana kama lilikuwa kubwa. Mimi nalikataa, halikuwa hivyo kama walivyo report, hata klabu yetu ya Yanga ilivyotoa hii taarifa kwa umma. Mimi nasema hivi bwana Mnyasa, mimi kama Kefa Chengula mm. niendelee kupigwa na mimi nitajitetea mimi kama mimi pamoja na polisi watanitetea mimi, lakini sioni dalili ya uongozi wa klabu ya Yanga kunitetea mimi Kefe, Kefa Chengula na wanachama wengine, kwa sababu imeshaonekana kuna baadhi ya mashabiki wa Yanga ambao viongozi na mashabiki ni viongozi wa klabu ya Yanga ndio wanawapenda zaidi kuliko sisi kama mimi Kefa Chengula na mashabiki wengine, pale Benjamin Mkapa zidi ya Azam zidi ya Yanga tumepigwa na na, ana video zipo na hakuna ripoti wakaona fresh ni sahihi na maisha mengine yakaendelea. Na mimi nataka nikwambie, Mnyasa au bwana Chengula, hasira hizo bwana sio hasira, sio eh, hasira eh. Na mimi nasema bwana Mnyasa eh, mimi vitu vyangu vyote vinavyojitokeza ni kwamba ni Mungu tu mm, anaamua kuwaonyesha kwamba kwa siku nyingine msiwafanyie nini, msiwafanyie ubaya hawa wanachama wengine. Ni Mungu tu anawadhalilisha, ni Mungu tu anawaonyesha, kwa sababu mimi nilifanywa hivyo vitu, shairi shairi shairi, dhahiri shairi, hakuna kilichotokea mm, lakini vimetokea kwa watu wao ambao wanawapenda wao wamefanyaje? Wametoka fronti sasa, sasa Mungu mm. yupo wa Tanzania tuendelee kumwomba Mungu, na Mungu anatuonyesha na anawadharisha. Mimi kama Kefa Changula nitazidi kuzungumza ukweli, kwa sababu naamini ukweli unaponya, ukweli unamweka mtu wazi, na ukweli unatengeneza klabu yetu kusonga mbele. Kwa hiyo hivi vitu ninavyojitokeza mm, ni funzo, na mimi kama Kefa Changula nitazidi kuzungumza, kwa sababu mimi nimeshaona tunavyozidi, tunavyozidi kuzung..., kukaa chini au kukaa kimya, ndivyo klabu yetu inavyozidi kufanyaje, kuharibikiwa. Kwa mimi kama Kefa Changula nataka niseme hivi, hili swala halijajitokeza pale Zanzibar, ni swala ambalo nina uongo mimi nathibitisha, na kama limetokea basi limetokea kwenye nje ya uwanja labda, kwa sababu nimeona labda watu walikuwa wanapangwa tu, kama bana wewe kaa sehemu hii wewe kaa sehemu hii basi. Lakini lakini tukibaki hapo hapo, bwana Chengura, mashabiki wa Yanga na Simba wameonekana, eh, kuwa mnaingia mna mara kadhaa kwenye kwenye mvutano kwenye shaka, kutokana na eh, timu zenu hizi. Nini kifanyike labda hii mivutano mvutano iishe, na inapokuja kwenye michezo ya kimataifa muwe na jambo moja, inapokuja kwenye mchezo ya ligi basi kuwa na amani. Yale ambayo ulifanya wewe pale Benjamin Mkapa asijirudie, mm. na hayo mengine tunayosikia huko Zanzibar kwamba wengine wamefanyiwa vile na wewe unasema kwamba hayajatokea, basi isitokee. Yes, okay, tena kwa maana asijirudie nini kifanyike? Mimi nataka kukwambia eh. cha kufanyika kikubwa ni kwanza sisi wanachama wa klabu ya Yanga tupendane, mm. sisi kwa sisi mm. na mashabiki wa Simba wapendane wao kwa wao na mashabiki wa Simba wawapende mashabiki wa Yanga na mashabiki wa Yanga wawapende mashabiki wa Simba, mm. kwa sababu tunaamini mpira ni mchezo wa furaha, mm. isipokuwa hivi vitu vinavyojitokeza, mimi naweza kuamini kwamba kuna baadhi ya viongozi wa hizi timu mbili ndio wanao wanao vitengeneza, umeelewa bwana Mnyasa mm. kuna baadhi ya viongozi wa hizi timu mbili za Simba na Yanga ndio wanao tengeneza hivi vitu, wanaosababisha sababisha huu uh, hasama huu uh, hasama, ndugu yangu bwana Mnyasa, unatengenezwa kwa sababu mimi naamini ili bwana Mnyasa, ili tukio mm. lingekuwa labda viongozi wa klabu ya Yanga hawalipendi na walikemea wanalikemea, ilitakiwa yule, yule, yule, yule jamaa aliyempiga Dr. Mo wa klabu ya Yanga, yule jamaa aliyempiga Dr. Mo mm, ilitakiwa siku ile ile uongozi wa klabu ya Yanga utoke front useme, jamani, tunapinga tuna laani hivi vitendo vilivyojitokeza kwa ajili ya kumpiga nani, kumpiga Dr. Mo, Dr. Mo. Mm. Lakini walikaa kimya hivifu kama ile vitendo ni kwamba wamefanyaje, wamevihalalisha, ilikuwa ni sahihi. Na ndio maana mashabiki wa Simba wameenda kufanyaje, wameenda ku, ku, ku, ku, ku, ku kulipa, yaweza naweza kusema kulipa, japo kwa mimi siyaona, umeona inawezekana wamelipa, kwa sababu umeona Yanga, sisi itakuwa siku ile ile Dokta Mu amepigwa, taarifa kwa umma itolewe mm, cha zaidi zaidi tufanyaje, tulikaa kimya. Leo watu wetu wameguswa, ambao tuliwatuma kule Zanzibar, viongozi wanatoka fronti ku, ku na taarifa kwa umma hamwezi kueleweka, hakuna mtu atakayewaelewa mimi. Ile taarifa kwa umma nimesoma kama hadithi iliyoandikwa na Ngugi wa Thiong'o, yani nilivyomaliza kuisoma nikaitupilia mbali, nikaona hawa watu, kwa sababu wameguswa watu wao wanatoka front. Tukiguswa sisi wanachama wa klabu ya Yanga wanakaa kimya, na sisi tunasema hivi, ambao tunadhurika, mimi sio kwa ubaya, kwa wema, kwa sisi ambao tunadhurika, hivi vitu kama vitaendelea hivi tutazidi kuzungumza regardless kitatokea tutazungumza tu. Viongozi wa klabu ya Yanga, kemeeni haya maswala au amepigwa kiongozi wa, klabu, wa, kiongo, eh, shabiki wa Simba, shabiki wa klabu ya Yanga mwenyelewa? mm. Watoke front waseme taarifa kwa umma, ya klabu ya Yanga itoke kama, jamani sisi viongozi wa klabu ya Yanga tunajitenga na hawa walio mpiga nani, Dr. Moore. Lakini cha kushangaza walikaa kimya. Kukaa kimya ni kwamba walifanyaje? Waliunga mkono kwamba endeleeni kupiga mashabiki wa nani wa Simba. Sasa hiki kitu kinaendelea kufanyaje? Kujenga chuki. Mimi nataka niwaombe viongozi wa Yanga, ikitokea mashabiki wa si wa Yanga wamewapiga mashabiki wa Simba, siku ile ile ambayo umetoka vile video, video mpinge umenelewa, bwana Mnyasa, unanelewa mpaka hapo ninavyozungumza mm, kama tunataka kuponya, umenelewa mm. Na viongozi wa Simba siku ambayo mashabiki wa Simba wamewapiga mashabiki wa Yanga siku ile ile, viongozi wa Simba watoe taarifa, kwa nini, kwa umma kukemea, lakini mkikaa kimya maana yake mnafanyaje, mnaunga mkono. Kwa hiyo sisi mashabiki wa Yanga tutazidi kwa mfano Ka, kama mimi Kafa Chengula, nitazidi kukemea, nitazidi kusema ili mradi tu kuponya ili haya mambo yasiendelee tena.